Bana, Harmonize hawezi kukauka kwenye e, midomo ya watu au katika vichwa vya watu kwa kipindi hiki e, kutokana na e, yale masakata ambayo yanakuwa yanatokea baina yake e, kila siku, leo hiki, kesho kile, Kajala thili, mala private jet, akiendelea kushindanishwa na mmoja wao, akionyesha kuwapa e, promo sana kwamba Harmonize kwa sasa hivi e, bana ni tajiri mkubwa sana, mala magari, mala e, mlisema tupo na kiavieta ambacho baba Levo alikizungumzia sasa hivi, sasa hivi pia kaweza kuonyesha huko kwenye private jet kubwa sana. Sasa Harmonize pia ameweza kuachia nyimbo yake ambapo sasa ameweza kuacha ni kama teaser fulani hivi. Fnh eh, kipande tu kidogo cha wimbo wake. Sasa Harmonize pia ameweza kurudi na teaser ya wimbo mpya, lakini pia kilichovuta hisia za watu wengi ni artwork yake eh, ambapo pia ikionyesha sanamu yenye sura mbili, yani, Harmonize na Kajala kama wapenzi wa kihistoria. Ni kama penzi lao eh, limechongwa kwenye mawe. Yaani, ukiangalia vizuri hiyo teaser ambayo inaonekana katika hiyo kionjo cha eh, nyimbo hiyo, upande wa kushoto kuna picha ya Eh, Kajala, ingalia kuwa kwamba zimechorwa kama katuni fulani hivi lakini anaonekana kabisa yule ni Kajala, and then upande wa kulia ni ye mwenyewe Harmonize, Konde Boy, Konde Mjeshi, anakuwa anaonekana kwenye eh, kwenye cover hiyo. Sasa wimbo huu unakuja wakati ambapo tetesi za ukaribu wao pia zimerudi upya na hivi karibuni ameweza kuonekana naye. Lakini eh, ukisikiliza vizuri hiyo verse ni kama eh, kuna baadhi ya maneno ambayo amekwisha kuyaimba kwamba anatamani awe na anamka naye usiku na mchana, and then wanakutana gym wanapiga mazoezi, na tunajua kabisa moja kati ya wanawake pia ambao wanafanya sana mazoezi, Kajara naye ni mmoja wapo, anapiga sana gym, anaenda sana gym pamoja na Harmonize pia. Ikumbukwe hata yeye mwenyewe Harmonize kwake pia ameweka gym picha za Kajara, bwana zilisemekana kuwepo katika gym hiyo, vitu vimekuwa vinda vingi sana sasa. Kwenye birthday ya mtoto wa Paula eh, Princess Amara pia wanaweza kuonekana pia, wako karibu sana eh, kuweza kusalimia Yana pale watu wakawa nawapiga picha maneno maneno yakawa ni mengi Harmonize aliweza mm, e, kuandika pia mama sita kwenye video ya Kajala. Yani vitu vimekuwa, e, ni vingi lakini itakuwa ni nzuri kabisa. Tunajua kabisa siku ngapi hapa nyuma e, Mama Samia pia yuko katika ziara yake kaweza kupita kule Simiu, kaenda kufungua daraja lile la Busisi e, kule Mwanza. Kina Harmonize pia walikuwepo. Sasa katika tuwa hiyo ambapo walikuwepo Harmonize, aliweza kutumia e, gari hiyo ya yenye plate number ambayo imeandikwa Kajala 3 ndio gari ambayo alikuwa anatumia katika ziara zake kuweza kuzunguka huku e, na kule. Sasa, kwa maoni yako ni vipi unaona kabisa kwamba e, vipi bwana, hili penzi litaweza kurudi kwa kasi kiasi hiki kama ambavyo tunaona kwenye mitandao ya kijamii au kuna namna fulani hivi kama anaendelea kutuchukua na kiki zake za hapa na pale. Drop comment yako hapo kwenye uwanja wa comments e, tujue kwamba au kwa upande wako unaona kama penzi hili likirudi tena kwa sasa hivi litadumu mpaka kuweza kufunga ndoa, kwa sababu naye hapo alisema kwamba ndoa itafanyika kiserikali, kanisani, msikitini, e, mara uwanja wa mpira. Tujajua uwanja wa mpira uwanja gani? Drop comment yako hapo, utakomentisha kinomanoma chao.